Kiondo namba ya kutuma ni voda ambayo ni 0746003005. Jina ni James Nyakia. Ndani ya miezi mitatu, watu walio kwenye hii program, kuna siku mtakuwa mnapiga simu, niko hapa live, mnawaambia watu faida gani wewe umeipata kupitia hii program ambayo sasa, program kipindi hicho itakuwa imefungwa, nitakuwa siingizi mtu mpya naendelea na wale kwanza, mpaka niwafikishe mahali fulani, nitakuwa na watamia Kwa hiyo kama uko tayari, endelea ya kutuma sadaka yako ili uweze kujiwekea nafasi. Nafasi ni chache. Huyo anasema nabii, mbona usome sms yangu? Ok nabii, naomba tu uniingize sahivi, sina hata. Mwadina Athumani, Mwadina Athumani, huu ni utaratibu maalum, na kila jambo bila utaratibu, hiyo ni fujo, alafu pia ni uchafu. Ndio maana binadamu wote ni binadamu kuna waliobarikiwa na kuna ambao hawajabarikiwa. Kuna mtu analala njaa, kuna mtu anatupa chakula. Kuna mtu mwanaye anakosa laki moja tu ya kwenda shule, kuna mtu laki moja anampa mwanaye akanunue nguo. Maisha yako lazima ya uyapiganie wewe mwenyewe. na ndio maana hata Mungu aliwahi kusema kama wewe ni mwanaume utakula kwa jasho, kama wewe ni mwanamke utazaa kwa uchungu. Hivi vitu vipo. Huyu na ndugu yangu anasema yeye ana namba ya Tigo, afanyeje kwenye kutuma? Unatuma kwenye mitandao yote. Nikiangalia waliotuma hapa sasa kuna Yohana Buhungulkila, asante sadaka yako imefika. Ailin Ngimbuchi, sadaka yako imefika. Ndugu Namboka, naomba ndio nasoma majina moja. Ndugu Namboka, sadaka yako imefika. Aa, kuna ndugu yangu Mtale umetuma kutokea CLDB Ndugu mtale umetumia elfu thelathini, sadaka yako imefika. Kuna twambuke, sadaka yako imenifikia hapa. Kuna mchomvu, sadaka yako imefika. Wanaoelewa thamani ya unabii, wanaoelewa thamani ya nabii, wanaojua vile naombea watu, wanaojua vile na galagala chini hawa ni watu ambao nakuwa nawasha gari na tayari iko hapo nje Land Rover. acha kuna mtu mmoja hapa anatoka nje akuonyeshe Land Rover ambayo iko tayari ni maalum kwa ajili ya kunipeleka milimani tu kwenda kwenye maombi ebu krifu kama kamera yako itaweza kufika pale nje na kuonyesha ile gari maalum ambayo imenunuliwa ni kwa ajili ya kwenda milimani kwenye maombi maalum tu kwa ajili ya watu ambao wanajiunga na hii familia tu. Na leo usiku nitakuwa na maombi ndani ya kisima ambacho na chenyewe kitakuwa kiko live leo usiku, kwa ajili ya kuanza kuombea watu hawa waliojiunga kwenye hii familia. Nimesema zipo familia nne. Kuna familia ambayo agano lao ni kwamba naanzia hapa, yaani we nataka uanze na kitu kidogo, alafu nitakuelekeza wapi pa kwenda, nini cha kufanya. Sadaka yao ni elfu kumi. Kuna wale ambao wanataka kwamba sasa nainuka, agano lake ni sasa nainuka anainuka na neema iliyo ndani ya Nabii Nyakia, hao sadaka yao wanatuma shilingi elfu thelathini Kuna wale ambao wanataka maono yao yatimie, sadaka yao ni shilingi elfu hamsini na kuna wale ambao wanataka wajiunge kwenye familia ya ushindi, sadaka yao ni laki moja Ndugu Utenga, sadaka yako imefika. Ndugu Gweli, sadaka yako imefika. Mimi nawashauri sana, wengi mngeanzia kwenye hili kundi la sasa nainuka, lakini hata ukianzia hapa, naanzia hapa, inawezekana ndipo uwezo wako ulipo sahivi, ila lazima ntakuinua. Mnaiona hiyo gari hapo nje Nadhani mmeiona hiyo gari hapo nje sasa hivi. Sasa naenda kuingia ndani ya kisima kwa ajili ya kuomba. Naenda kuingia ndani ya kisima sasa hivi kwa ajili ya kuomba. Unaniona kama nilivyovaa hapa ndipo unavyokwenda kuombea na kuweka agano na Mungu. Nadhani gari kule nje mmeiona, hiyo ni Land Rover maalum. Unaiona ile Land Rover, ni maalum kwa ajili ya kwenda mlimani, kwa ajili ya watu ambao wanatuma sadaka zao. Ni kwa ajili ya watu ambao wanatuma sadaka zao, maana nimekwambia leo usiku kuna maombi maalum ya ndani ya kisima cha maji ebu unaomba mtu aliye nje awaonyeshe awaonyeshe kisima na jinsi maji ya kisima yalivyo machafu yana zaidi ya miezi mitatu ni kwa ajili ya Mungu kuniingiza mle ndani wewe ukatakaswe ukabarikiwe ukainuliwe ukasonge mbele Hebu tazama hicho kisima hapo nje. Tazama kisima hapo nje. Tazama kisima pale nje. Hicho kinaitwa ni kisima cha mkono wa Mungu, kimebeba siri kubwa kina zaidi ya Biblia 40, nadhani unakiona kisima pale nje. Saa hii kiko wazi. Unakiona kisima kile pale? Ni kwa ajili ya kwenda kuombea nini? Naomba eh, weka kisima, weka kisima naana ukiona kisima pale tayari na kuombea wewe, unayetuma sadaka yako kujifungamanisha na haya maagano, kujifungamanisha na hii familia, kujifungamanisha na hii neema, hautabaki kama jinsi ulivyo. Acha anayekudhalau akudhalau, acha anayekucheka akucheke, lakini Ipo siku wewe utakuja kutoa ushuhuda. Nikiangalia hapa Agnes Mapunda imefika hiyo Mbembati pia sadaka yako imefika. Sasa Mungu akupe nini tena mtu wa Mungu? Mungu akupe nini tena, mtandu. Sadaka yako ya elfu thelathini imefika. Machoncholio, sadaka yako imefika. Sasa nakwenda kuweka agano na Mungu mle ndani ya kisima sahihi. Ninaacha hapa Naelekea sasa ndani ya kisima, tunaweka agano leo. Wakati dativa akiendelea kuongea nawe hapo kukutajia namba, mimi sasa naelekea kisimani n na ndugu mtazamaji, kama ambavyo una, umeweza Maipa kuona na pia akiachilia basi kile ambacho kiko ndani yake, ni wakati sasa ambapo nabii anaenda kuweka maagano maalum katika kisima cha mkono wa Mungu kilichopo katika studio hizi za Soja Megewani hapo Mwenge mpakani. Nabii wa Mungu ameamua yeye mwenyewe kwa ajili ya kuenda kuweka maagano kwa wewe ambaye umetuma sadaka yako kwa wewe ambaye umeamua kujifungamanisha na madhabahu hii

Ah, ah, mtazamaji, kwa sasa hivi nabii Dr. James Nyakia yupo katika kisima eh, kama ambavyo unamtazama. Kwa wale wote ambao wanatuma sadaka, basi nabii anafanya maombi maalum kwa muda huu eh, anafanya maombi kwa muda huu, ni maombi kwa wale watu ambao wametuma sadaka ni maombi maalum ambayo mtumishi wa Mungu anaendelea nayo uh, kwa muda huu ambavyo kama tuna uh, tunavyomwona ipo katika kisima alikielezea awali, kuhusiana na kisima hiki, ni kisima ambacho kina maajabu makubwa kuliko kisima ambacho, kwa wewe ambao umepata neema ya kufanyiwa maombi katika kisima hiki, basi hautobaki kama hivyo ulivyo. Ah, nabii amemaliza, bado ana, ana, ana, bado anaendelea dativa eh, kwa muda huu nabii anaendelea na maombi katika eh, kisima hiki eh, kama ambavyo alisema kwamba nitakwenda kisimani na watu wanaendelea kutuma sadaka ili wapate neema hii. Kama kuna chochote kuzungumza, ah, cha kuzungumza kwamba tu watu ambao wanatamani kujifungamanisha na hii neema ambayo Nabii Nyakia ameitoa ya kuwa miongoni mwa wanafamilia basi wajifungamanishe, na amesema kuna wenye uwezo mkubwa lakini pia kuna wenye uwezo mdogo. Mhm. Kwa hiyo wale wenye uwezo mdogo wanaanzia kwa sadaka shilingi elfu kumi, unajifungamanisha kwenye familia ambayo itakuwa naanzia hapa ambayo yenyewe ataweza kuongea nao mara moja kwa wiki. Na pia wanapokuwa na emergency pia watapata fursa ya kuongea naye. Lakini wale watakao jifungamanisha kwa sadaka 130 ni, ni sasa nainuka ambao wao watapata fursa ya kuweza kuzungumza naye mara mbili kwa wiki na mtu atakayejifungamanisha na familia hii kwa sadaka shilingi hamsini, ambayo ni maono na Inuka, watapata fursa ya kuzungumza na nabii mara tatu kwa wiki. Na grupu kubwa kabisa ni wale ambao watajifungamanisha na sadaka laki moja, ambayo familia ya nabii. Yani, hawa ndio familia ya nabii, ambapo wao mara nne kwa wiki watapata muda wa kupata mazungumzo na Nabii James Nyekia na atashirikishana nao, na amesema watu hawa ataanza nao chini Mba, na watapata fursa ya kukaa kwenye kundi hili takribani mwaka mzima ehe. Kwa hiyo kuanzia Mei thelathini siku ya leo mpaka Mei thelathini mwaka elfu mbili na ishirini na sita, ndipo watu hawa nguvu hili litakuwa limeisha na ataanzisha familia nyingine mm. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani basi kujifungamanisha na familia hii, basi sadaka ambazo zimetajwa ni kategori nne: kategori ya laki moja, kategori elfu hamsini, kategori elfu thelathini ya na kategori ya shilingi elfu kumi. mm. na sasa hivi ameamua kuingia kwenye kisima ambacho ni kisima cha mkono wa Mungu, ni kisima ambacho kinafanya maajabu makubwa na mambo makubwa sana, ambapo anaombea mtu mmoja mmoja ambaye anatuma sadaka kwa wakati huo. Sawa mtazamaji, basi alikuwa Dativa uh, akifafanua kuhusiana tu na kinachoendelea katika kisima hicho ambacho mtumishi wa Mungu Nabii Nyakia uh, yupo kwa sasa. Lakini tuendelee kukumbusha uh, leo mapema kabisa mtumishi wa Mungu atakwenda kuonana na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kumtolea unabii kwa kitu ambacho kinaendelea katika maisha yake, kiwe kizuri ama kiwe kibaya, Nabii atakwenda kumwambia. Kwa hiyo eneo la kufika ni moja tu, Mwenge Mpakani, nyuma ya ghorofa la Mpakani Senta. Hapa ndo Nabii anapokutana. Kumbuka ratiba yake ni Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa na Jumamosi, nabii anapata kibali cha Roho Mtakatifu cha kwenda kuzungumza na mtu mmoja mmoja. Lakini pia tunakukumbusha Jumapili ya wiki hii usipange kukosa kabisa katika ibada maalum, ibada kubwa kabisa ambayo, uh, itafanyika siku ya Jumapili. Kwa wewe mtazamaji wa Mega One TV ambaye unaendelea nasi kwa sasa eh, ambao unatazama kutoka maeneo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam. Eh, pia tunaendelea kukumbusha kwa usipange kukosa siku ya Jumapili katika ibada kubwa kabisa, lakini pia usipange kukosa Ijumaa uh, leo na Jumamosi ili uje uonane na nabii wa ajabu Dr. James Nyakia. Lakini pamoja na hayo yote E, tuendelee kukuomba tuendelee kukuomba tembelea mitandao ya kijamii ya nabii James Nyakia, e, mitandao yote ya kijamii e, utakwenda kumpata huko e, lakini kama utaingia katika YouTube channel ya nabii James Nyakia, basi tukuombe usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele, ili uwe wa kwanza kupata maudhui yote ambayo yanarushwa kupitia uh, uh, YouTube channel ya nabii James Nyakia TikTok, kumfollow pamoja na mitandao mingine itakuwa jambo la heri kabisa, na kwa kufanya hivyo basi, unajifungamanisha na neema ambayo inapatikana katika mau ya soja One. Kwa sasa dativa tunaendelea matangazo yetu kupitia kituo bora kabisa cha matangazo cha Mega One TV ambacho kinapatikana katika Star Times ya antena channel moja ishirini na tano. Nabii bado anaendelea kufafanua pale Kisimani dativa Uh, bado anafafanua uh, aya magrupu manne ambao yatajiunga katika familia yetu ya ushindi, ambapo nabii atapata fursa ya kuwa anawaombea, lakini atapata fursa ya kuwa anawatabiria, lakini pia atakuwa anapata fursa ya kwenda mlimani kwenye maombi pamoja na majina yote na namba zote na changamoto zote za wanafamilia hawa. Kwa hiyo hii ni fursa ya wewe Mtanzania, ni fursa ya wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia katika Mega One TV kujiunga katika, uh, katika kategori hizi nne. Kwa chagua kategori moja ambayo kwako kwa ni ya baraka kabisa. Nabii mwenye karama ya ajabu ana uwezo wa kuangalia maisha ya mtu tokea akiwa tumboni kwa mama yake. Kutana na nabii.